Na ndio unaona subhanallah, tumetiwa hofu sisi Waislamu leo, mpaka mtu anajiona, mimi kushika dini ni kuhatarisha maisha yangu, kwa sababu makafiri washajua, huyu Mwislamu siri yake ni dini yake, kwa hivyo tuatie hofu na dini yao. Haya, mpaka Muislamu ajione, mimi kushika dini ni kuhatarisha maisha leo, mpaka baadhi ya wa Waislamu anaogopa kutumia jina la like Kiislamu, anaogopa kuvaa kanzu, anaogopa kuvaa kofia, anaogopa kuweka ndevu anaogopa kuvaa niqab ya kisheria mwanamke Islam, nini ah, sitaki kuonekana kama wale. Ndio pale Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba sayati ala nnasi zamanun asabiru ala dinihi kalkabidhu ala aljamr, itafika wakati katika umati wangu yeyote ambaye atakayesubiri ndani ya dini hii ni sawa sawa na kwamba ameshika kaa la moto. Na hii hofu hawa wasukuo wa Islamu, maadui wa Uislamu wameingiza mpaka ndani ya manyumba zetu. Leo kijana wa Kiislamu katika nyumba ya Muislamu anaposhika dini anapostahili kufuata dini, mtu wa kwanza ambaye atakayeanza kumvunja moyo si mwingine bali wazazi wake. Leo kijana wa Kiislamu mashallah anaswali swala tano msikitini. Kipindi impiti. Inapotokea darsa msikitini au muhadhara, anakaa anasikiza mpaka kipindi kingine. Basi wale ambao watakaomvunja moyo si wengine bali ni wazazi wake. Ha, watu ambao wanasali misikitini ambao wanatafutwa hawa. Tumeshatiwa hofu na dini yetu. Leo kijana wa Kiislamu anapofuata sunna bwana Mtume, anaweka ndevu, anakata nguo, anafuata sheria ya Mungu. Wazazi wake ndio mwanzo watamvunja moyo. Watamwambia, mwanangu wewe ushakuwa shekhe siku hizi eh? Wewe pia umekuwa shekhe. So, ushakata mambo ya ndevu, ndevu hizi. Hii mambo ya kuvaa kanzu fupi acha nae. Hawa ndio ambao wanatafutwa hawa. Aa, yaani, mpaka Muislamu ajione mimi kushika dini ni kuhatarisha maisha yangu. Hata Muislamu leo anapotembea anakataa ana kabisa kujinasibisha na Uislamu. Unamkuta mtu jina lake ni la Kiislamu, anaitwa Yusuf, lakini amebadilisha jina, anaitwa Waruru Kanja, hataki hata hajulikani kwamba ni Mwislamu. Unaingia kwenye ofisi ya Mwislamu, ameandika jina lake pale, anaitwa Muhammad Matanguta. Ile Muhammad ameiweka M, Matanguta. Hata hii Muhammad haifai kujulikana hii. Yaani, namna Waislamu walivyotiwa hofu na dini yao. Kwa sababu hawa wasiokuwa waislamu wanajua siri yetu. Sisi waislamu ni mtu kushika dini yake, tunapoishika dini basi, wallahi tutaendelea kukalia juu.